Tupakibali haji tuko wazima, tumezuka mwaka Jumapili ya kwanza hii. kuna wenzetu bado wamesafiri wamesafiria hawajarudi, sijui watatuletea paja ya mbuzi, sijui watatuletea paja ya kuku. Bwana Yesu, Bwana Yesu, wasikiwe warudi salama, tunawaombea warudi salama. Tuna ni furaha takabulienu kazariaazazi Kumbuka wazazi wa wako. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, kama mzazi wako yuko hai, usiwahi kusa mzazi wako, maanake tuna mbani Mungu. watu wa pili tunapowakumbuka tunapokea baraka. Bwana Yesu asifiwe. Unapopokea, unapobariki mzazi, kuna baraka unapokea kwa wazazi mupenda kumbuka mzazi hata kama ulikuwa utampelekea sikukuu bado tuko mwaka mpya kumbuka mzazi wako kumbuka wazazi wako na wakwe zako Bwana Yesu wasifuri mana wetu ni wazazi wetu usijali mzazi wako aliye kuzaa peke yako kumbuka tamko wako Bwana Yesu wasifuri Bwana Yesu wasifuri tena tuwena jirani yako kama jinsi unavyojipenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Tena utasemaje unampenda Mungu hadi jirani yako, na mbona panas umemchukia? Ukimona unamtemea mate, shetani ashinde. Hizo ni sifa za kipepo, waliokoka tulitoka huko. Bwana Yesu asifiwe! Sitakuwa mrefu mbele yenu, ninakaribisha kwaya ya wamama wa, wa Yerusalemu